Achangaossaninini unafanya Eva, mambo sasa. Umeona huyo sasa, ni mrefu sana. Nikuambie huyo hata si mtamu, mtaachana tu, sikudangani Huyu beb anaongea nonsense, juu alikuwa ananichit nikamwacha. Wone venye ni mfupi tu, hadi mwenye anakaa, sijui haja, anakuja kusema eti tutaachana, utaniacha? <laughs> Sasa umesikia? Eh. Hey. Hey, maisha hapa uchague. Lakini ngumu. Lakini hey, sasa zingine kama una debt. Debt wewe. Nyako. Eh, hey, hey, nakwambia na biashara utafanya. Aya, Vera. Ngoja. Ah ah. Beki. Ni wewe. Who is this? Ah. Huyu pia ni same mtu tabia na ule mwenye tumepita huko nyuma. Ngoja. Uliamua kuchagua Tolda Gan Hansa. Huyu utaona future kweli, is the future bright? Wewe ulikuwa na future na mimi, na you can see I look like right, man wewe ulikuwa na future na ulikuwa una nichi kama huu, ndio umechagua. Sioni ukiona future. ulikuwa na wanawake wangapi na wewe? Ule sasa ulikuwa una date emoji? Niambie msichana ambaye uko na right senses unaweza date